Wazazi wangu, mimi ni binadamu laalli la alqaakum la al bada yawmin hadha fi hadha almawqif abada. Mimi ni nafsi tu, inawezekana katika sehemu hii nsikutane na nyie tena kwa sababu nimeumbwa, lakini ninachokuombeni ni kitu kimoja, na kuacheni ni wamoja, nije nikutane ni wamoja. Kama tutakutana mbele ya Allah tukutane, tukiwa wamoja, msije mkabaguana. Kubaguana haifai Hatuwezi tukaongozwa na wanasiasa ikiwa wanawatenganisha watu. Hatuwezi tukaridhia wanasiasa wakisema watu wagomeane. Hatuwezi tukaridhia kauli potofu za wanasiasa. Tunahitaji watu waunganyike, e, kitu hichi kimoja. Mkishakuwa kitu kimoja, wanasiasa wao, mkishagombana nyinyi, wao wanakwenda kupeana mikono huko kwenye majumba mazuri. Mtu mzima, tuko pamoja, usio na wasiwasi. Pale nilikuwa natikisa hatu pale watikisa watikisa Shekh Mselem kwa kwa.